Hujambo, hii ni Arusha One Redio na mimi ni Awadhi Rashidi. Biashara kati ya Urusi na Tanzania imeongezeka kwa asilimia 20 tangu mwanzoni mwa mwaka 2025, huku mauzo ya nje ya Urusi katika nchi ya Tanzania yakiongezeka kwa robo, shirika la habari la Tasi limeripoti lakini kuu data iliyojadiliwa katika mkutano wa pamoja wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Moscow na Dar es Salaam jijini St Petersburg. Ongezeko hilo limechangiwa zaidi na shehena na zitokazo nje za ngano na mbolea, wakati malighafi za Tanzania za tumbaku, kahawa Chai na matunda zikisalia kuwa bidhaa muhimu kutoka Tanzania kuelekea nchini Urusi. Waziri wa Maendeleo ya Uchumi wa Urusi, Maxim Restenov amesema na nukuu, baada ya kushuka kwa mauzo ya biashara mwaka jana, tulifanikiwa kuongeza biashara tena kwa takribani asilimia 20 kutoka Januari hadi Februari mwaka huu. Restenov alisema akitoa muhtasari wa matokeo ya kikao cha tume ya kiserikali ya Urusi na Tanzania ya biashara na ushirikiano wa kiuchumi. Urusi na Tanzania zimedumisha uhusiano wa kidiplomasia tangu mwaka na kwa ushirikiano unaohusisha elimu, nishati, ulinzi na miundombinu. Kulingana na Reshtnov, wazalishaji wa mbolea wa Urusi wako tayari kuongeza usafirishaji wao wa bidhaa hiyo kuja Tanzania, ambayo inaagiza zaidi ya asilimia tisini ya mahitaji yake ya kila mwaka ya tani laki saba za mbolea. Wajasiriamali wa Urusi nao wanania kuunga mkono matumizi bora ya mbolea ya madini na wako tayari kutoa mafunzo kwa washirika wa Tanzania katika mbinu za hali ya juu za kilimo, ameongeza waziri huyo. Mazungumzo hayo pia gusia ushirikiano wa dawa ikiwa ni pamoja na uwezekano wa wafanyabiashara wa Urusi kubinafsisha uzalishaji wa vifaa vya uchunguzi wa magonjwa na chanjo ili kuhudumia soko la dawa la Tanzania. Moscow na Dar es Salaam zote kwa pamoja zinafanya kazi ya kutekeleza makubaliano ya huduma ya anga saini ya nchi mbili yaliyotiwa saini mnamo mwezi Juni mwaka jana ambayo yanalenga kurejesha safari za moja kwa moja kati ya nchi hizo mbili kabla ya kusitishwa kwa safari za ndege mwaka 2021. Mashirika kadhaa ya ndege ya Urusi yalifanya safari hadi katika visiwa vya Tanzania vya Zanzibar na takwimu rasmi zinaonyesha kuwa takriban raia 6300 wa Urusi walitembelea Tanzania mnamo mwaka 2019 wakiwemo watalii elfu nne katika utalii. Kipaumbele cha juu ni kuanzisha tena mawasiliano ya moja kwa moja ya anga. Ni muhimu kukamilisha taratibu zote haraka iwezekanavyo ili kutekeleza makubaliano hayo, Reshtnov alisema. na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema Ukraini wanafahamu vyema kwamba hawana uwezo wa kutoa tena eneo lote wanalodai kuwa linashikiliwa na Urusi. Ukraini imekataa pia ombi la Urusi la kukataa madai yake kwa maeneo yaliyopotea. Kiongozi wa Ukraini Volodymyr Zelensky alisema mnamo mwezi Aprili hata hivyo, kwamba Kiev haikuwa na silaha za kutosha kutoa tena rasi ya Krimea kwa nguvu. Vita lazima viishe na Ukraini lazima iwe katika nafasi nzuri zaidi ya kuingia katika mazungumzo, hivyo itafanya iwezekane kushughulikia maswala ya eneo hilo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema na kuongeza, hata wa Ukraini wenyewe wanaofahamu wa kukiri kwamba hawatakuwa na uwezo wa kurejesha kila kitu ambacho kimechukuliwa na Urusi tangu mwaka elfu mbili na kumi na nne rais huyo Ufaransa alisema na kuongeza kuwa, kwa kuwa Ukraini haitajiunga na NATO, tunapendekeza vikosi vya linda amani katika maeneo mengine. Washirika ambao wako tayari watapeleka wa vikosi mbalimbali mbali katika maeneo muhimu, kufanya operesheni za pamoja na kuonyesha mshikamano wetu na Ukraini. Ufaransa na Uingereza zimependekeza kutuma wanajeshi wa kulinda amani nchini Ukraine kufuatia kusitishwa kwa mapigano, lakini wametoa maelekezo machache. Urusi imeonya kwamba wanajeshi wote wa kigeni walioko Ukraini bila idhini yake, haswa wale kutoka nchi za NATO kama shabaha za adui. Rasi ya Krimea, ambayo ina raia wengi wenye asili ya Urusi, ilipiga kura ya kujitenga na Ukraine na kujiunga na Urusi muda mfupi baada ya mapinduzi ya mwaka 2014 yaliungwa mkono na nchi za magharibi huko Kiev. Jamhuri za Donbas zinazozungumza Kirusi kwa kiasi kikubwa na zile za Donetsk na Lugansk pamoja na mikoa Kherson na Zaporosia zilifanya vivo hivyo baada ya kufanya kura maoni mnamo Septemba mwaka 2022 na kujiunga na Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump aliambia jarida la Times mwezi uliopita kwamba Crimea itasalia kuwa ya Urusi akidai kuwa Zelensky alielewa hilo vyema. Na shirika la ujasusi wa Urusi limesema kuwa Ukraine inasisitisha kuwarejesha raia wa Urusi waliowateka katika mkoa wa Krushki ili kuwatumia katika biashara ya kubadilishana wapiganaji kutoka kitengo cha Azov cha wanazi mamboleo wa Ukraine. Makumi ya raia waliotekwa na vikosi vya Kiev wanasalia chini ya ulinzi wa Kiev kufuatia uvamizi wake katika eneo la Urusi mnamo mwezi Agosti mwaka uliopita, vikosi vya Ukraini viliteka miji na vijiji kadhaa kabla ya kurudishwa nyuma na jeshi la Urusi. Mnamo Aprili 26 rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza ukombozi kamili wa mkoa wa Kushki akisema Ukraine imepata hasara kubwa. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema Ufaransa imefikia kikomo cha msaada wake wa kijeshi kwa Ukraine. Katika mahojiano na televisheni ya TF1, Macron alitetea jinsi utawala wake unavyoshughulikia mzozo wa Ukraine akisema Wafaransa wamefanya kiwango cha juu walichoweza Ukraine ikizingatia kwamba jeshi la nchi hiyo halikuundwa kuendesha vita vya ardhini vilivyodumu kwa muda mrefu na vikali. Tulitoa kila kitu tulichokuwa nacho, Macron alisema na kuongeza, lakini hatuwezi kutoa kile ambacho hatuna na hatuwezi kutoa kile ambacho ni muhimu kwa usalama wetu. Rais huyo alibainisha kuwa mtizamo ufarsa, wa Ufaransa unaoratibiwa na wafadhili wengine wa magharibi unalenga kuepuka makabiliano moja kwa moja kwa nchi zinazomiliki nguvu za nyuklia. Ufaransa imetoa zaidi ya euro bilioni 3.7 sawa na dola bilioni 4.1 katika usaidizi wa kijeshi wa Ukraine tangu kuongezeka kwa mzozo mnamo mwezi Februari mwaka 2022, kulingana na ufuatiliaji wa misaada ya taasisi ya Kiel. Macro aliangazia juhudi za kuongeza katika silaha za ulinzi wa Ufaransa. Matamshi yake yametolewa wakati serikali ya Ufaransa ikipambana na mzozo wa kiuchumi na kisa ya bajeti ya taifa hilo ikifikia asilimia 5.8 mwaka jana, deni la umma limepanda zaidi ya asilimia 110 ya pato la taifa na utabiri wa kiuchumi unatabiri ukuaji wa asilimia 1 kwa mwaka 2025. Rais wa Afrika ya Kusini Siri Ramaphosa ameita kundi la wazungu wa Afrika kusini ya Kusini 59 ambao wamehamia Marekani kuwa ni waoga, akisema watarudi hivi karibuni. Kundi hilo Marekani siku ya Jumatatu baada ya Rais Donald Trump kuwapa hadhi ya ukimbizi akisema wanakabiliwa na ubaguzi wa rangi. Lakini Ramaphosa alisema wale wanaotaka kuondoka hawakufurahishwa na juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa utawala wa kibaguzi uliopita, akitaja hatua za kuhama kuwa wakati wa huzuni kwao. kama Afrika Kusini, sisi ni wastahamilivu, hatukimbii matatizo yetu. Ni lazima tukae hapa na kuyatatua. Unapokimbia wewe ni mwoga, na hicho ni kitendo cha kioga kweli, alisema Ramaphosa. Trump na mshirika wake wa karibu Elon Musk mzaliwa wa Afrika Kusini wamesema kulikuwa na mauaji halaiki ya wakulima wa kizungu nchini Afrika Kusini, madai ambayo yamepuuzwa. Marekani pia imeshutumu serikali ya Afrika Kusini kwa kunyakua ardhi kutoka kwa wakulima wazungu bila kuwapa fidia. Zaidi ya miaka 30 baada ya kumalizika kwa miongo kadhaa ya utawala wa wazungu wachache wa Afrika Kusini, wakulima wa weusi wanamiliki sehemu ndogo tu ya mashamba bora nchi hiyo Huku mengi akiwa bado mikononi mwa wazungu na kusababisha hasira kutokana na kasi ndogo ya mabadiliko. Mnamo mwezi Januari, Rais Ramaphosa alitia saini sheria yenye utata inayohusu serikali kutoa ardhi inayomilikiwa na watu binafsi bila kulipwa fidia katika hali fulani, wakati inachukuliwa kuwa sawa na kwa maslahi ya umma. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa ataondoa vikwazo dhidi ya Syria kabla ya mkutano unaotarajiwa na kiongozi wake Ahmed al-Sharaa. Trump amekubali kukutana na rais wa mpito wa Siria siku ya Jumatano nchini Saudi Arabia kama sehemu ya ziara yake ya Mashariki ya Kati. Ikulu ya White House imesema tangazo la kuondolewa kwa vikwazo hivyo lilipokelewa kwa shangwe katika mji mkuu wa Syria Damascus, ambapo nderemo, densi na milio ya risasi ya kusherekea ilisikika. Vikwazo hivyo hapo awali vilizuia hiyo hili wote wa kigeni ikiwa ni pamoja na msaada kufika Syria, na awali vilikusudiwa kuweka shinikizo kwa udikteta wa rais aliyeendolewa Bashar al-Assad. Trump alisema mabadiliko ya sera yataipa Syria nafasi ya ukuu, akiambia kongamano la uwekezaji huko Saudi Arabia, ni wakati wa kung'aa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Siria Asad al-Shaban alisherehekea uamuzi huo kama mabadiliko muhimu kwa nchi hiyo. Katika mahojiano na shirika la habari la nchi hiyo, nchi hiyo inatazamia mustakabali wa utulivu, kujitosheleza na ujenzi wa kweli baada ya miaka mingi ya vita na uharibifu, alisema. Asilimia tisini ya wakazi wa Siria waliachwa chini ya vikwazo, asilimia tisini ya wakazi wa Siria waliachwa chini ya kiwango cha umaskini mwishoni mwa utawala wa Asadi, na serikali mpya imekuwa ikishinikiza kuondolewa kwa vikwazo tangu Assad alipopinduliwa mwezi Desemba. Na serikali ya kijeshi nchini Mali imetangaza kusitisha shughuli za vyama vyote vya kisiasa katika taifa hilo la Afrika Magharibi linalokumbwa na mzozo. Waziri anayehusika na mageuzi ya serikali Mamani Nasire ametangaza uamuzi huo kupitia taarifa iliyotolewa kwenye televisheni ya taifa. Katika wiki za karibuni kumekuwepo na jaribio la mara kwa mara la kupinga kusitishwa kwa shughuli za vyama vya siasa nchini humo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeukosoa wa uamuzi huo likisema ni pigo jingine kwa demokrasia nchini Mali. Mnamo mwezi Aprili mawaziri walipendekeza muda wa kiongozi wa kijeshi Assimi Goita ongezwe hadi mwaka 2030. Gwaite ambaye aliingia madarakani kupitia mapinduzi mawili ya kijeshi mwaka 2020 na 2021 ameahidi kuandaa uchaguzi, japo mipango hiyo imeahirishwa kwa sababu za kiufundi, bila ya kutolewa muda maalumu wa kufanyika kwa uchaguzi huo. Na mkuu wa chama cha kidemokrasia cha utawala wa kizayuni wa Israeli ametaka kusimamishwa vita haraka iwezekanavyo dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza. Yair Golan amesema hali ya Gaza ni maafa yasiyo ya kawaida na ametaka kusitishwa vita haraka katika eneo hilo. Gazeti la kizayuni la Hartizi limeandika kuwa mkuu wa chama cha demokrasia amesema kile wanachokishuhudia hii leo huko Gaza ni maafa yasiyo ya kawaida na kwamba vita ni lazima visimamishwe mara moja. Golani ameongeza kuwa baraza la mawaziri la Netanyahu linaping, linapinga kubadilisha hatua za kijeshi zilizochukuliwa kuwa hatua za kisiasa kwa ajili ya kuimarisha usalama wa Israel. Mwanasiasa huyo ameongeza kuwa njia ya ufumbuzi ya serikali mbili ndio njia bora zaidi ya ufumbuzi wa kiusalama na kitaifa kwa ajili ya Israel. Hata hivyo, leo hii tumekumbwa na mshtuko Golani amesema pia kwamba mpango wa kutaka kuliunganisha eneo la ukingo wa magharibi na ardhi zinazokaliwa kwa mabavu utakuwa na maafa. Jeshi la utawala wa kizayuni hivi karibuni lilizidisha mashambulizi yake dhidi ya taasisi za kiraia na kambi za wakimbizi wa Palestina huko ukanda wa Gaza. Mwisho wa ruba za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awad Rashid.